Leo, na ndio maana nasema haya nikiwa Dar es Salaam. Nyiye watu wa Dar es Salaam, asilimia 80, ya watu wa Dar es Salaam wako kwenye mitandao ya kijamii, wako kwenye WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, mko kote huko, si ni kweli? Nyiye nyiye ndio walaji wa propaganda nyingi, nyiye ndio walaji wa propaganda nyingi na hapa Tanzania, bahati mbaya, kuna kile kidada kimekonda, kiko Marekani, ye kila kaa asubuhi. Sisi sisi watu wa mkoa mara kule watu wa, sisi watu wa, wa kanda ziwa kule, hata kama tungeenda sokoni kuchagua ng'ombe hatuwezi kuchagua stempuli ile, sisi tutatafuta ng'ombe iliyonona. Sasa mtu anaamka asubuhi yeye kazi yake ni kuleta pura, propaganda kwenye mitandao, analisha watu ujinga na propaganda. Alafu kuna mtu yuko Temeke na yeye anaamini mtu yuko huko Marekani, alafu na wewe unaamini. Wewe unakuta mtu ana tension eti tarehe kumi na tisa sijui itakuwaje. hii nchi ni kubwa kuliko mtu. Kura tutapiga, nchi inabaki salama na tutasonga mbele. Yaani mtu sasa sasa hapa Dar es Salaam ndio mnapigwa propaganda. Mtu anasema eti o serikali serikali hii ya CCM na Chama cha Mapinduzi na taasisi zilizo chini ya serikali kama tume ya taifa uchaguzi eti ndio imezuia majirani kushiriki uchaguzi. Mimi nilikuwa huko kwa majirani. Tukiwa huko hakuna mtu aliyetuzuia kushiriki huu uchaguzi, tulikimbia wenyewe. Nimesema kila kona, hakuna nchi isiyo na katiba na sheria. na na nchi yetu kuna katiba na kuna sheria ya uchaguzi zipo. na sheria ya uchaguzi ina matakwa yake. Sheria ya uchaguzi ndio ilitaka chama chochote cha siasa, kabla hujashiriki uchaguzi, uende usaini fomu ya maadili sisi tulikimbia kwenda kusaini fomu ya madini na barua tuliletewa, alafu mtu anakuja hapa anakuambia sim me u ni ukora ssim e, tunakera majirani hii, hii ndio kazi yangu jioni ya leo, lazima tuwakere. iko hivi. Yeye amepata hapa data ya maendeleo, kazi kubwa imefanyika. Mmesikia hii kazi kubwa iliyofanyika, haya maendeleo amesema Ulega jinsi ambavyo serikali imejaribu kusuluhisha au kupunguza kero ya usafiri wa Dar es Salaam. Sasa haya mabasi ya mwendo kasi yaliyoletwa, kwani wanapanda watu wa CCM peke yao? Ah ah, wanapanda watu wa CCM peke yao? ukienda kupanda unaombwa kadi ya chama au unaambiwa utoe kitambulisho? Wanapanda wananchi wote, si ndio? na ndio maana tunasema siku ya tarehe ishirini na tisa siku chache zilizobaki nenda ukapige kura ya, ku, ya kuboresha miundombinu ya usafiri Dar es Salaam. Hapa umeambiwa kuna ajira zinatengenezwa mpya, amesema Profesa Mkumbo hapa ajira milioni nane iko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwani hizo ajira ni watoto watoto wa mabalozi wa CCM? Hiyo ni ajira ya vijana wote wa Tanzania bila kujali dini, mkoa na chama na kutoka, si ndio? Halafu wewe wewe, huko huko Tarime, eti wewe ni mtu wa Chadema, una kisirani, hautaki kwenda kupiga kura wakati mtoto wako anatengenezewa ajira. Huo ni ujinga, kapige kura. Kidumu chama cha mapinduzi! Kwa hiyo maendeleo, walisema toka nyuma, maendeleo hayana nini, chama. Hii kazi iliyofanyika imefanyika kwa ajili ya wa Watanzania wote, si ndiyo? sio kaji ya watu wa maji, yameletwa hapa, takwimu zinakuja hapa. Kwani wanakunywa maji watu wa peke ya yake tena? Hao wengine ndio wanaoga hata mara tano kwa siku. Sasa sisi ambao na sisi, hii ndio shida ya kuwa pinzani. Ukiwa mpinzani, wewe unapinga kila kitu. Tukiwa bungeni na kina Msigo enzizo na kinapeneza kinapareso, naona hapa ikiletwa hata bajeti ya kujenga hospitali Hospitali kabisa inaenda kusaidia wananchi wote. Sisi tunasema hapana. Unasikia waziri anakuja pale anasema, wanaosema ndio wanaokubali waseme ndio. Sisi tunasema hapana, wakati ni mradi wa kwenda kujenga hospitali ya kusaidia wananchi, si ni ujinga? Sasa mimi ni ujinga, ujinga umenichosha bwana, nimeamua kuja kwenye ligi kuu sisi ya yaani, ukiwa mpinzani nchi upinzani inakuwa kama cult. Si kama kuna kitu kinaitwa cult, yaani, unakuwa akili yako imechochewa kiasi kwamba you can no longer reason. Yani, ukiwa mpinzani you can't reason, na ndio maana nawambieni, fanyeni research. Leo nchi nyingi walio hapa Afrika, usiende mbali, Afrika tu, nchi waliothubutu kuchagua wapinzani wakaingia madarakani kote, nchi nyingi wapinzani ni one term ni wa nini ntam wanaendaga muhula mmoja, kwa sababu wakijitahidi sana ni miwili. Kwa sababu ukiwa mpinzani unaweza ukaja hapa na maneno matamu matamu, ukaaminisha watu kwamba wapinzani wakuchaguliwa, leo baada ya mwaka mmoja temeki itakuwa kama New York. Alafu kuna mtu mjinga anasema hey, inawezekana. Unabebeshwa ufala yeah. sasa sasa, na ndio maana hata Malawi. Malawi juzi hapa yule jamaa wa Malawi yule jamaa anaongea, ukimsikiliza, kama mnamfahamu Mchakwera anaongea sana, akapewa mamlaka pale, amekaa one term. akaondolewa juzi one term. amepata kura asilimia thelathini, kwa sababu wapinzani wakija hapa hawana mipango, hawana mikakati, kazi ni kutukana toka asubuhi mpaka jioni. Hasa mimi Wenje, umri wangu unaenda, nyinyi mnataka mimi bado niendelee kutukana tu eh? Yani watu kwenye mitandao yaani wewe siasa wa Tanzania, mnaonisikiliza. Siasa, kuna maisha baada ya siasa. Siasa sio ugomvi, siasa sio marungu. Hapa kwenye siasa ni kwamba vyama vya siasa vinakuja kwa wananchi kujenga hoja, kuuza sera, kuuza ilani, kuuza ideas. Sio matusi. Mnakaa chama kinatukana watu kuanzia asubuhi mpaka jioni kwenye mitandao, hawana mikakati, hawana mipango. Mimi nimechoka, ndio maana niko hapa, sawa sawa. Kwa hiyo namaliza kwa kusema sisi tuna bahati kubwa sana, haki ya Mungu, sisi tuna nchi na tuna mfumo na tuna serikali. Zipo nchi hapa Afrika ukanda huu, nenda Sudan leo, wana serikali mbili, si kama mnajua yaani kila kundi linasema wao ndio wanaongoza serikali kingine pia wanasema ndio wanaongoza serikali yaani nchi moja ina serikali mbili watu wanaumia sisi we have the government we have a country to protect this is the only country we have sasa wewe wewe wewe unakaa huko uongozi unaanza kwenye familia mi nasema leo nakera watu uongozi unaanza kwenye familia Ukiona baba wa familia yuko gerezani zaidi ya miezi mitatu, mke hajawahi kwenda kumwona wala watoto, ujue kuna shida kubwa hapo, hakuna uongozi. Mi na kera watu leo hii, inaitwa wenye wivu wa jinyonge. Narudia, narudia hapo uongozi unaanza kwenye nini? Familia. We, ukiona mtu una shida huko gerezani, mkeo zaidi ya, zaidi ya, zaidi ya miezi mitatu mkeo, mke na watoto wako Marekani hawaja kukuona, hakuna uongozi hapo, hakuna uongozi hapo. Sasa nyie mnataka mimi nikomae nifuate watu wa aina hiyo eh? hakuna kitu kama hiyo. Sasa nyie tarehe 29 Oktoba, siku chache zimebaki, tuendeni tumpigie Dokta Samia kura, kura ya kulinda zile ajira milioni nane na kwenda juu kura za kupanua maji Dar es Salaam. Tumekubaliana, naomba. yeah. Nione kura za Daktari punga punga punga. punga. Yeah. Ukiwa kijana unadanganywa na mtu yuko Marekani, eti ukaandamane yeye, na watoto wako Marekani na ukaenda wewe, ndiye hauna akili yeah. Kura za wabunge za CCM Dar es Salaam naomba nizione, CCM yeah. Hey, hey. yeah. Asanteni sana, Mungu awabariki yeah. wanatemeke